Mbaskofu, naomba kutoa shukurani za pekee sana kwa zawadi ambayo mmenikabidhi. Ni zawadi bora sana, ninaithamini sana na ninaamini kustaafu kwangu kutakuwa na baraka kubwa. Kini baba kinibabatatisi sisininaiga kwako. Hongera sana tena kwa utume ulio tukuka. Na hatimaye sasa ulipofika wakati umeamua kustaafu, basi na mimi nafuata nyayo zako, nitaeleza baadaye kidogo. Mheshimiwa Mkuu wa chuo, ninapenda kukushukuru tena wewe na uongozi wa chuo kwa ujumla kwa kumwalika Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ya miaka ishirini ya chuo kikuu Katoliki Ruaha. Aidha, ninawashukuru na ninapokea kwa unyenyekevu matashi yenu mema kwangu, ninapoelekea kupumzika, nadhani ni kubadilisha aina ya shughuli ninayofanya, baada ya utumishi wangu wa takribani miaka arobaini, ikiwemo kumi na minne niliyofanya kazi kama mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sia maneno mengi, lakini mimi ninachoamini ni kwamba kutoka kwenye takwimu, asilimia karibu sabini na saba ya Watanzania hivi sasa ambao tunakimbilia milioni 65 ni vijana. Kwa hiyo ni muhimu sana sasa vijana wapate nafasi ya kushiriki katika uongozi wa taifa na sisi tunayo mengine ya kufanya. Nimesema nimetumikia nchi yangu kwa takribani miaka arobaini na Mungu alinijalia kufanya kazi ambazo si wengi wamepata nafasi kama niliyopata, koo nina wajibu, chuo kikuu peke yake miaka kumi na minne. Baada ya pale nilifanya kazi benki ya Dunia miaka mitano, nikapewa nafasi ya kuwa mshauri wauchumi, wa uchumi wa rais mstaafu wa awamu ya nne, wakati ule karibu miaka miwili. Nikawa naibu katibu mkuu wizara ya fedha takribani miaka miwili mingine nikaenda kuwa mkuu wa tume ya mipango kwa miaka sita, na waza taifa hili liende wapi. Baadaye nikatumwa kwenda kuwa mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kwa siku thelathini ngumu kweli, ngumu sana. Na baada ya hapo nikaambiwa, sasa kafanye vyote. Nikawa waziri wa fedha na mipango karibia miaka mitano na miezi mitano, na sasa mwaka wa nne unamalizika kwa heshima ya kuwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa, katika kipindi chote hiki nimeona mengi, nimeshiriki mengi ambayo ninafikiri, wakati umefika, wakati bado nina nguvu, nipate nafasi ya kuandika kwa faida ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo siendi kupumzika, ninabadilisha aina ya shughuli za kufanya, lakini nitaendelea pia yeah, kufanya kazi nyingine ambayo marehemu baba yangu alikuwa anaitwa Isidori, lakini alikuwa anakasirika, yeye alikuwa anapenda kuitwa Isidori mkulima. Kwa hiyo na mimi nitaenda kuendeleza taaluma ya baba katika kilimo.